Tumeteswa na hii vita na tunaijua. Hii miaka a partir ya 90 tulianza kuona wa garson banye munakulaka nabo ndenge nge, ngeli kule kote ya LPG, kule hotel karibu tulikuwa napiga nabo mashite mogoma, muko naenda angalia motocross, ona mukunaenda ona ndore na muna wiko nacheza kule kule kule kote ya, ya nani ya ya aeroport Afu, munaenda konstate ke, ba jene viko naanza potea mwe mwe. Wa jene wa kitusi, ba naanza potea mwe mwe. Samu nauliza mzuri, anasema, nono bako naenda pigana vita, ba nasema, ba narudia Rwanda. Sababu terme ya zamani, batu walikuwa na hita hii, tu si, u, tu, le jane ne komprene pa, batu walikuwa na hita tu, ba nyarwanda, ba nyarwanda. He, ba narudia Rwanda. Bas, hii kitu ilikuwa, wakati sasa, vita wanakamata Rwanda,

Samu nauliza mzuri, anasema nono no, bako naenda pigana vita, banasema banarudia Rwanda sababu terme ya zamani batu walikuwa naita itusi leja ne komprene pa watu walikuwa naita tu si, banyarwanda wa banyarwanda e, banarudia Rwanda. Basi hii kitu ilikuwa wakati sasa vita wanakamata Rwanda

anaanza kuelezea tulienda ka Uganda tukatoka tulikuwa forme tumekamata pouvoir eh, e, Rwanda leo sasa tuko nafukuza Mobutu ah, bon tuto debi inaleta ka entusiasme eh, hey, masta etu ko ndani masta etu eh, hey, fulani ko ndani, ni hivi njo AFDEL iliingia, lakini watu wanaanza kuonstateke ah watu wenyewe walikuwa na AFDEL wenyewe kwa ndugu, mavifo zinaanza onekana, mashoke fulani fulani zinaanza onekana na inaanza ku kushtula tena watu watu wanaanza kuona vitu vya mauaji, kupiga watu fimbo, mateso. Ingine naanza kuwa naanza angalia se tribalism na wapolitisie wakaingia mule ndani. Tribalism ikaanza. Sasa watu wanaanza angalia sema vale watu iko wauaji wengine hivi na hivi e, bana panaka hivi eh. Pale njo kwenye shida ilianza wakati Afdele naingia si wanasaidia wanafukuza Mobutu. Afdele ilikuwa saiko na kitanda ya mzuri sana sababu watu yote walikuwa wanachoka na rejime ya Mobutu. Bana fika Kinshasa no na tweet. Le de ute tena tunashtuka. Oh, abako tena Kinshasa banarudia Goma. Meme bale wanyu tulikuwa na waza basha kamata basha kuba ministre si de suite tunashtuka. Oh, bana sema no, bana rudia le president Laurent Désiré Kabila. Ali instrumentalize pia. Akaenda kuonesha kwamba hawa watu iko Rwanda, kuko bantu wanyiko Batusi fuje kakuwa mingi ona tue les gens a Kinshasa bengine Bukavu, Goma. Sasa hawa wabwana wanakamata pouvoir, Watutsi wanakuya tena kuemplante muzuri avec kelke kongole banye wanamanipule, sababu mnajua ya kwamba tute les fois ke hawa watu wanye tunaita les incontagnes signifie bapiganaji le, le, le, ba, wanye habachokake wanapenda ile jina

Kongo nako hivyo hivyo tu. Unaenda kuona hapo, unatembea na mtu nyuma tu eh, hey, yeye ndio ashakamata place. Wakati ya Sun City ni hivyo hivyo tu, nyuma unashtuka ni Rubero anjo alishakuwa vice president. Alors qu'il y avait d'autres qui sont qui peuvent s'appeler des Congolais qui étaient là mobanye walikuwa mwa ile mouvement mais haiko hapo njoba napatia tellement pouvoir. Iyote njoi nacha watu kule manyi wanawajua na ba manipulasio ba politicien ba batu wanaanza ba kuona ina exacerbe inaleta tena, sawa chachu muhimu, neno ya tribalism, kuangalia, kumbe huyu iko Mtusi na wale walewatu wanafanyakavi na watu bali shakufa mingi ndani ya ivita kitu kienyi kiko pale, batu walisha kufa mingi sana na ndani ya ivita mavilaji kulunguziwa, watu kuuawa, na watu wanaweza kujua tel village ilizunguziwaka ilizungu, ilizungu, ilizungu, ilizungu tel komanda njo alikuwaka pale na ule komanda njo aliuwaka ndugu yetu. Inaleta sasa kama vile chuki ndani ya makomunote, surtout komunote Tutsi inakuwa saa inakuwa pointe di dua kwa wale watu wanyewe, njo wanapikaka watu fimbo sana

mambo hii ya kuenda kuangalia Watutsi oh hivi na hivi, ni maneno tena yenyewe narudia, sababu apre wakati vita ilisha, hata M23 bado walikuwa naishi bia, utaenda kuangalia wa garso Batutsi banatoka uh, Gisenyi banakia soma ku ISA, bengine wanasoma ILPG, ba mingi badazoea kuwa ka group, asubuhi wanavuka barriere manaenda soma hii y a pas de problème. Wakati sasa hii vita ya M23 tena njio inakuya kulamusha hii maneno watu wanangalia. Aa, tena awa banaenda leta tena ingine vite, na wakati walipigana Goma, nombre ya watu ingine nakufa Goma, Bukavu, mu ma terituar ya Ruchuru, Kulunguza, mavilaji inaleta kuweza kuongeza chachu watu kuona ya kwamba ah, ah, watu ni wauaji, ijapokuwa kuna watu wengine ndani yao ambao hawajue hivi, wachunga ngombe kule hawajue hii ni politiki ya akina Kagame na wengine wanyana manipile. Hii ndio shida enyee tuko nayo, pasipo kusemea hii shida tutakuwa watu wenyewe tuko na danganyana kule kwenye watu wanakuwa viko nakunywa watu viko napiga msururu yao watu viko nakunywa kunywa ka6 banaeleza hii maneno na maneno yenyewe wanaeleza juu ya communauté Tutsi certains extrémistes haiku ya mzuri. Leo ukifuata hata kwa video unafuatilia watu fulani fulani wanasema mambo yenyewe haiko bien, wakati yenyewe unafuata ikenge vitu yenyewe alisema haiko bien, lakini fuatilia pia na watu Tutsi. Mwanamke mmoja iko nasema kwa internet, iko nasema kwa social media, mie wanipatie shida ya Kenya ile ya nguvu sana, ndaenda niipane Kongo. Hii maneno mnawaza ni mazuri kweli? Tukue naangalia, tusiangalie kote moya, lakini ni kuangalia kote zote. Hii mambo inaleta magumu sana, kuona fimbo zenye watu biko unapata Goma hii siku, Bukavu na matere maruchuru, mawapi kuharibisha mimea ya watu, kununguza manyumba ni vitu vyenye vinaongeza tena ile chuki na ukabila. Solution iko solution yenye ninawaza, hata president de la republique Chisekedi ni parmi batu wenye walianza kusema banyamulenge baza kongole, ba batu walireagir sana, yeye anaonesha clairement que les tutsi il y a des tutsi qui sont des congolais qui aiment le, le pays na wanapigana juu ya pays yetu. nime ilifoni wakumbushe ya kwamba hata ndani ya M23 wakati fulani ilikuwa Watuchi wenye viko ku guvernema wako napigana na Watusi wenye viko kote ya M23 na wanye walikuwa nalumizana na, na kuuana sana ilikuwa entre wakominote ya Watuchi, wengine walikuwa ku guvernema na wengine walikuwa kote ya M23. Mpaka leo kuna Watusi ambao wako na hawaonekane mwa hii maneno ya mauaji. Ninashukuru sana hata kwa RTNC kunapitika Watusi fulani fulani ambao wako wanaonesha ya kwamba hii maneno yenye Kagame iko nafanya inawaangaje? Personnellement wengine Watusi kutoka hata nje ula ya Ulaya wanaandika kuonesha ya kwamba Kagame iko na jituma mwenyewe anamtia yenje kwa porte parole ya Watusi ni nani? Isitoshe kuna wengine nao banyewe iko mwa ile filosofia Kagame ya kusema na siye sherti Kongo tu tuende, tuponde na siye tukule na wale wale njo wanaharibishia komunote Tutsi. Utaenda kuona leo uko Munyarwanda, kesho uko Muganda, kesho yake ye iko na nyumba ya Kigali, iko na nyumba ya Kampale, iko na nyumba ya Canada na wakati wanakamata wana pouvoir, unaenda kuona tu walishatia Mutusi pale pembeni. Voila des choses vyenye viko na hacha, fujo inakuwa kati ya watu. Hii question haiombe tunaikamata ala legere, sherti kesi ye uweze kuwa rezoli, na vita ikiisha, kukuwe makomision kama vile zile zenye zilikuwa Afrika du Sud, verite reconciliation, ambao watu wanaweza kuzungumuziana, surtout na justice transitionel. Wale watusi wale watu wa makomunote mbalimbali ambao waliweza kufanya madega, waweze kuhukumiwa na watu wajua ya kwamba hakika huyu anahukumiwa ndani ya nji ya Congo. Watusi wanapata pia support fulani fulani, na wakongole wanye wiko frustre frustration ziko <laughs> Unajua, leo kwa television sasa wanaanza kuandika tu kwa Twitter kusema kutakuwa nomination, watu wengine abafatake tena, sababu wanasema hata unafata utakuta tu ni watu ya komunote fulani, jina ilianda na chi ile ile tu njo utasikia tu nama liste zitaenda kuisha, ni wale wa chi leo wiko na kreyema entreprise bana, kreyema vitu gani, unaenda kushtuka tu ni le mem person hasa Katanga. Katanga kunakuwa shida leo ambao utaenda kuona

O nombre wa burgumestre wa yu konome, keski ya koma katange, keski ya koma de tel kominote. Imaneno tukikuwa hatuweze kuisema tutakuwa tuko sie peke, tunajikrea ma difficulte, na tutaweza ku comprendre verite iko nini. Rebeli iko na profite mwa yu itu, tulifata eveke Mutebabya, nyali sema iko tres grave, ongo ilikuwa ndani, mais una ona ke iko iko probi ya frustration fulani ambayo iko nasemea une couche de population enye najua ke ah -ah. Ni vile nje naomba kusema, lakini tujue ya kwamba sheti kukue in uh, convocation ya watu kukutana na pale nje, kwenye niko d'accord avec un certain dialogue meme interne pa un dialogue qui sera obligé parce qu'il y a les armes, parce que wa wale watu ya maarme baki kuya na arme bata, nyi mnafanya dialogue yenu haitashimamisha arme, lakini wanaprofite kwa hizi frustrations zenye ziko interne, ili waweze kuendelesha vita. Mabibi na mabwana, tunataka kuwambia kwamba ubaguzi ni ubaya. damu uki, uki, uki, uki, uki, mutusi akilumia utakuta damu iko rushi, munande akilumia utakuta damu iko rushi. Makomunate ziko na maproblem, wanande viko na maproblem, wakienda maprovensi zingine zingine kuko wenyewe wanawachukia tu juu wao viko nafanya komersi yao Petet ke wanaweza kufanya ma erreur fulani fulani. Zingine communaute nazo ziko na ma, ma problem. Utaenda kusikia wengine, oh bale ni Wanyabungu. wengine haifiki yake kuenda mara moja iende kufikisha watu kukamata arme. Ile ndio shida yenye tuko nayo. Tunawashukuru sana. Tunapitia ngambo ya e information depuis le 1er janvier, République démocratique du Congo inaanza kusiege comme un membre non permanent au conseil de sécurité.

Banyamwe na bana basutenire Rwanda. M23 ni Rwanda, M23 si wa Congo man, ni Rwanda yenye kunapiganisha Congo. Inataka tugabule nchi yetu, inataka nchi yetu igabuliwe. So, maki anajua wakikamata est Banyamulenge ndo wataisimamia, kisha shie tunaaka nateseka. Ndugu zangu majisikilia wenyewe, kwa gisi kwenye bifu ilianzia na ile ubaguzi wa makabila, na mpaka leo naleta vurugu Mkongo na mpaka leo vinaendelea na wanyamrenge wanaanza sema shinjo tunawaua, wakati sisi tuliishi nao kama wandugu na tuliwapenda na tuliishi nao, ila kwa sasa wametusaliti, wanaanza kupitisha mavitu vyenye viko vya mahajabu ajabu, na dunia haioni, dunia haisemi, inaona vyavo. Hapo ndio wenye unaona kila siku, hapo ndio wanafanya maandamano, maandamano, maandamano. Maana yake hapo ndio wenye iko bana. Pakomani iko bana kufa. Hao sio watu ni manyama, sivyo? Jua wenyewe ndio waandamane, waandamane, waandamane, waandamane na hakuna mwenye anawaua. Ba pakomani ndio iko bana kufa. Bibi iko bana leta vita ni hao. Na pakomani ndio iko bana kufa na kisha wanaandamana tena. So dunia

Nashi tuko tunasema ukweli, tuko wazalendo na we, mko Congomani, mko mzalendo. Tunawapenda sana, bye.